Wasimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani katika sehemu zao za kazi kwa makampuni yanayojishughulisha na kemikali kutoka mikoa ya Kanda ya Ziwa wamepatiwa mafunzo ya wa siku mbili jijini Mwanza. John Wanjala ambaye ni meneja ofisi ya Kanda ya Ziwa mamlaka ya maabara mkemi ya mkemia mkuu wa serikali amesema kuwa lengo la mafunzo hayo ni kutaka kukumbushana matakwa ya sheria ili waweze kutekeleza majukumu yao pasipo kukutana na changamoto yoyote. Kwa majina anaitwa John Wanjala Faustini, ni meneja ofisi ya Kanda ya Ziwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Lengo la mafunzo haya hasahasa kwa wasimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani katika sehemu zao za kazi makampuni yanayojishughulisha na kemikali ni kutaka kukumbushana matakwa ya sheria ili wao wanatekeleza majukumu yao wa, pasipo kukutana pasipo kukutana na changamoto yoyote zinazoweza kufanya kwa fanya kwa kwa katika shughuli zao. Tumekuwa tukitoa mara kwa mara, lakini kwa sababu elimu haina mwisho, ni wajibu wa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu ya serikali kuwakumbusha na kuendelea kuwaelimisha ili waweze ku comply na matakwa ya sheria ili kulinda afya ya binadamu na mazingira, kwa sababu ukizingatia kemikali katika maisha ya mwanadamu zinatumika mara kwa mara na ni muhimu sana kuweza kuboresha shughuli zake, lakini pindi zinapotumika ndivyo sivyo, zinaleta madhara makubwa na hatimaye hasara kwa afya ya binadamu na mazingira pia. Kwa kundi la leo tulilonalo ni tumekaa na wasimamizi wa maeneo yote simamizi katika eneo la uzalishaji wasimamizi eneo wasimamizi eneo la kutumia, lakini wasimamizi eneo la usafirishaji wa kemikali. Kwa wasimamizi wote ambao ni supervisors, leo ilikuwa ni zamu yao, lakini baada ya hapo, baada ya siku mbili, ki, kipindi kinachokuja ni kwa ajili ya wasafirishaji yani drivers. Kwa drivers, kwa tunawafundisha kulingana na nature ya kazi wanayoifanya, ili masomo tunayowapa basi tusiwachanganye wote kwa pamoja, wakashindwa kujua lipi wanatakiwa walifanye na lipi wasifanye kwa tunapokuwa tunafundisha kwa makundi, tunakuwa tumelenga kundi fulani, na ndio maana mada zinazoje kwa, zimetolewa zinatolewa kulingana na uhitaji wa kundi maalum, kundi husika. Sheria ya kemikali hairuhusu kutunza kemikali majumbani. Kwa hiyo kama mwananchi akatokea ana kemikali, huyo tayari mvunjifu wa sheria, wala haitaji kuchukuliwa kuchukua tahadhari, ila ni yeye kuchukuliwa taratibu za kisheria ili kuadhibiwa, kwa kwa sababu haruhusiwi kukaa na kemikali nyumbani kemikali zina kumifali na maeneo yake ya kuhifadhi, na ndio maana tunawaita kwenye makundi wahusika wa kemikali ili wawe na utaratibu wa kukidhi matakwa ya sheria kulingana na matumizi ya kemikali yanavyoelekezwa. Majina yangu ni e James Tamata, ni mwakilishi wa maabara ya na natokea tawi la Senika. Ningependekeza serikali na wadau husisha na kutoa mafunzo wafikie zaidi watu wanaojihusisha na kemikali, hasa wachimbaji w wanaopatikana polini na hawana elimu na matumizi sahihi ya kemikali. Tukiwafikia kwa ukaribu zaidi, tunasaidia kuokoa maisha yao na vizazi vyao, kwa sababu kuna watu wanatumia kemikali ambazo ni hatarishi zaidi kwa maisha yao pamoja na vizazi vyao. Tunasema sisi kwenye usalama Meneja, wa usalama wako ni wewe mwenyewe gani. Serikali hata ikikupa vifaa kinga na elimu, lakini kama wewe hauko tayari kudumia hivyo vifaa, hauwezi kuwa salama. Kwa hiyo anza wewe mwenyewe kupenda usalama wako ndio utakuwa salama zaidi. Cyprian Magupa, wa Daily News Digital, Mwanza.